Tunamshukuru Rais Samia kwa kuweza kusimamia ipasavyo tunu hizi za amani na umoja nchini. Amani ni nguzo yetu muhimu kama ilivyo kwa nchi nyingine yoyote duniani. Ili tuweze kuendelea kusonga mbele katika nyanja zote za maisha ya nchi na binadamu na raia wake, hatuna budi kuendelea kudumisha amani. Hali kadhalika, umoja ndiyo nguvu ya kutuwezesha kuyafanya yale tunayoyakusudia. Umoja wetu ndiyo mafanikio yetu, na umoja wetu ndio ushindi wetu. Kwa viongozi na wananchi wenzangu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeumaliza mwaka wa 2025 kwa utulivu na amani, na watu wamesherehekea sikukuu za mwisho wa mwaka kwa salama na sasa tunapoanza mwaka mpya, tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie changamoto za elfu mbili na ishirini na tano zisijirudie tena. Amani na usalama viendelee kutamalaki nchini, ili mipango yote inayopangwa kwa mwaka huu na miaka ijayo iweze kutekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Pia naomba kazi za mikono ya kila mmoja wetu katika shughuli zake azibariki Mwenyezi Mungu ziweze kupata mafanikio. Wananchi wenzangu, nitakuwa mchoyo wa fadhila kama sitawashukuru na kuwapongeza wizara, viongozi wa wizara ya mambo ya ndani ya nchi wakiongozwa na waziri mahiri Mheshimiwa George Simba Chawende. Kwanza Mheshimiwa Waziri, na kupongeza kwa kuaminiwa na kuteuliwa na Rais Samia kushikia nafasi ya juu ya uongozi ya wa wizara yetu hiyo. Mheshimiwa Waziri, pili na kupongeza kwa kazi nzuri unayoendelea kufanya katika kusimamia na kuhakikisha utekelezaji wa majukumu ya wizara, idara na taasisi mbalimbali zilizoko chini